Moja katika mambo makubwa yenye kuua moyo ni mtu kutaallaki na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Sasa tulikuwa hapa sote tutizame nani kaumiliki moyo wako kwanza. Ni nani? Kila mmoja tajijibu mwenyewe, bal insanu ala nafsihi basira. Ikiwa Mungu ndo ameumiliki moyo wako kwanza fabiha wa neema, hivyo ndivyo inavyotakiwa. Wengine waje kwa utaratibu. Lakini mie bwana wangu kweli kwelikweli, moyo hatujakataa kwamba wewe unatakiwa kumpenda mkeme, hatujakataa umpende mzazi wako, lakini hawa wote wanatakiwa waje kwa namna ambayo Mungu unakuwa juu yao. Kwa sababu gani? La taata limakhluqin fi masiyati lhaliq. Hiyi ni polisi ambayo ni dhahabia. Sasa ikiwa kuna watu wengine wanaweza kumshinda Mungu wala maana, wanaweza kukuambrisha Mungu kakataza kwa kuwa mapenzi ni makubwa kwao, ukaweza kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu imezidiwa katika mapenzi ya kuwapenda.